Tumekuja kutembelea moja ya ofisi za mamlaka ya mapato ambazo zilipata changamoto wakati wa matukio baada ya uchaguzi, na tulichofanya cha kwanza ni kuhakikisha inarudi katika hali yake. Leo tumethibitisha imesharudi na inatoa huduma kama ilivyokuwa mwanzoni. Uh, sio ofisi hii tu lakini ofisi zote ambazo zilipata changamoto za TRA ikiwemo ya Kasumuru, ikiwemo ya Mbalizi, ikiwemo ya Uyole, ikiwemo ya Bunda, hata ikiwemo ya Katoro, zote zinaendelea kutoa huduma. Kwa hiyo nichukue fursa hii kwanza kuwapa kuwa pole walipa kodi ambao walikosa huduma kama walizozizoea uh, baada ya kupata changamoto hii, hii ofisi ilihamishiwa kwa muda mjini, na ilikuwa inaleta inconvenience kwao kupata huduma. Leo tuna furaha kwamba uh, imerudi pale pale ilipokuwepo na inafanya kazi vizuri. Kwa hiyo ni nitumie tena kuchukua fursa hii kuwakaribisha walipa kodi wote katika ofisi zetu zote hizo nilizozitaja, ikiwemo hii, waendelee kuja kupata huduma za kikodi watumishi wetu wako tayari kuwahudumia. Uh, mwisho ni washukuru sana walipa kodi. E, wanaendelea kushirikiana vizuri na Mamlaka ya Mapato na mchango wao mkubwa wanaotoa ndio ambao unasaidia nchi yetu kuendelea. TRA iko tayari kuwahudumia na tutaendelea kuwahudumia. Uh, kurejea huduma kwa kwa TRA Buguruni kumetusaidia sana kwa sababu ni sehemu ambayo tunapata huduma kwa karibu na kwa uhakika zaidi. Kwa hiyo ile changamoto iliyotokea ilitupa wakati mgumu kidogo kuhama hapa kwenda sehemu nyingine, japokuwa huko pia tulipata huduma, lakini tumefurahi zaidi baada ya huduma kurejea hapa, na tunahudumiwa vizuri na kila kitu kinakwenda kama kilivyokuwa mwanzo. Tunafurahi na tunashukuru sana kwa huduma hizi kurejea kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini. Paroti Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote, mapokezi yenye ubora hahapa utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina. Lifti za kisasa za kupeleka kwenye flo 13 zenye vyumba zaidi ya mia moja. Vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe. Kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa mazungumzo ya kitaifa na kimataifa. Sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. baada chovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Paroti Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.